Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili mwaka wa 2025. Vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Tunaenda kuliangazia somo la 12, linalosema Watangulizi. Hii ni kwa ajili ya Juni 14 hadi 20 ya mwaka 2025. hii ni Sabato mchana Juni 14. Katika somo la juma hili tutasoma Danieli sura ya pili ya 31 hadi 45, Danieli tatu ya kwanza hadi 12, aya 17 na 18. Ufunuo Yohana sura ya 13 ya 11 hadi 17 Warumi sura ya kwanza ya 18 hadi 25. Matendo 12 ya kwanza hadi 17 na Mathayo sura ile ya 12 ya tisa hadi 14. Neno la Mungu linajengeka katika kitabu cha Timotheo yule wa pili sura ya kwanza ya saba. Fungu hili la kukariri linasema: maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Juma hili tutaangalia masimulizi mawili zaidi ya Biblia yanayoonyesha ishara ya matukio ya siku za mwisho kwa undani usio na kifani. Kwanza tutachunguza masimulizi ya Shadrak, Meshak na Abednego ambayo yana madokezo ya wazi kuhusu masuala yanayoelezewa katika Ufunuo sura 13. Kisha tutageukia Agano Jipya ambapo tutaona kwamba uzoefu wa Wakristo wa awali pia unaweza kutusaidia kuelewa tunachoweza kutarajia kati ya sasa na ujio wa Kristo. Mifano yote miwili inasisitizia ujasiri wa ajabu na kutoa funguo za kupata amani ya moyo katika hali ngumu zaidi. Tena na tena, Yesu alisema mambo kama vile usiogope na kwa nini unafadhaika? Ni muhimu kukumbuka kwamba kiini cha unabii ni Kristo, na kwa hiyo, ni lazima tuweze kupata ushauri lile lile katika matukio yote yanayoelezewa katika nyakati za mwisho za dunia. Msifadhaike mioyoni mwenu, aliwafundisha wanafunzi wake, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya kwanza kwa maneno mengine ndiyo matukio ya siku za mwisho yatakuwa magumu na yenye kuchosha kwa wale wanaotafuta kudumu kwa uaminifu kwa mungu lakini hatimaye tunapaswa kutazama matukio haya kwa tumaini si hofu jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya sabato ya juni 21 jumapili utajifunza danieli mbili na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii Jumatatu, kuabudu sanamu. Jumanne, kuabudu sanamu tena. Siku ya Jumatano tutajifunza mada isemayo mateso ya kanisa la awali. alhamis alama ya mnyama. Ijumaa, jifunze zaidi. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii katika sabato mchana. Mwenyezi Mungu pamoja nasi, na karibu tena.